Leo sisi tuna wasiwasi watoto wetu wa sekondari ya Ayatsea wanaendaje shuleni? Jumatatu tunawapelekaje watoto wetu shuleni? Sawa watoto tunawasindikizaje? Mimi kama mama nitatoka asubuhi na mwanangu, je, ikifika katikati ya mashamba nikisikwa, mimi mtoto wangu anabaki wapi? si mtuue, si tubaki hapo mtuchinje? <laughs> Taharuki, hofu na huzuni vimetanda hapa katika kijiji cha Gedamara wilaya Babati mkoani Manyara baada ya mtoto mwenye miaka kumi na tatu kubakwa na kuuawa kikatili. Suzana Samuel aliyekuwa mwanafunzi wa darasa la sita katika shule ya msingi Ayatsea amefariki dunia baada ya kubakwa na kijana anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 28 na kuuawa kikatili kwa kuvunjwa shingo yake pamoja na kiuno kisha kutobolewa na kitu chenye ncha kali katika macho yake pamoja na sehemu za siri. Tukio hili linaelezwa kutokea tarehe 29 mwezi Aprili ya mwaka 2025 ambapo Suzzana alitoka nyumbani na kwenda shuleni siku hiyo ya Jumanne ambapo hakurudi tena. Jambo ambalo liliwatia wasiwasi wazazi, ndugu pamoja na majirani ndipo wakachukua hatua ya kuanza kumtafuta ambapo waliupata mwili wake katika shamba la mazao siku ya Mei Mosi ya mwaka 2025 huku mwili wake ukiwa tayari umeharibika akiwa na nguo za shule. Global TV tumefika hapa katika kijiji hichi ambapo wazazi pamoja na wazee wa kimila wamefanya maombi maalum ya kimila na kukemea vitendo hivi vya kikatili, ambapo vinazidi kutokea katika maeneo haya mimi naitwa Hosea kutoka hapa katika kijiji cha Gedamara wilaya ya Babati mkoani Manyara, niseme hey kidogo. Naitwa Agnes Aimaba Mkusi odosauria udomaega sawa, eh sasa, leo sisi tuna wasiwasi watoto wetu wa sekondari ya Yasea wanaendaje shuleni, sawa eh, wanaendaje shuleni? Sisi kama kina mama tunahuzunika tunawaza, kumi na moja tuamke asubuhi tusindikize watoto wetu. Je, tunapomsindikiza huyo mtoto na mimi mama siwezi kubakwa kama mtoto niliye mzaa? anamrudi mdogo wake anamrudi na mama yake, je inakuwaje? tunamwomba mama Samia Suluhu atusaidie kijiji cha Gedamara, kata Galapo, wilaya Babati, mkoa Manyara tunamwomba atusaidie. Leo Jumatatu tuna, Jumatatu tunawapelekaje watoto wetu shuleni sawa? Watoto tunawasindikizaje? Mimi kama mama nitatoka asubuhi na mwanangu, je, ikifika katikati ya mashamba nikishikwa, mimi mtoto wangu anabaki wapi? Naomba mama Samia atusikilize. Jamani, mnatutendea haki? Si mtu uwe si tubaki hapo mtuchinje, yeah. goborera faida gani? Na sisi kama anamkimbiza mwalifu wake anamtoa mlimani, kijanake anapiga simu anamwambia kamtukue mtu wazazi. Jamani wa baba wa baba wa baba, jamani, mimi nataka kwanza mnijibu, kuna mwanaume alio uliwa na mwanamke yuko? Kwa nini wanaume anauaga sasa? Kuanzia leo sisi wamama hawa ngie jana wamekaa porini tulikuwa na mimi kule porini mpaka saa tatu a usiku wa mama kiliko niambie, si kweli? Wamama wamekaa saa tatu a usiku porini kule, watu walipozika wakaondoka. Mnaita manaita Esta Dawidogene dawidogene Jumaini, mtoto wangu alienda shuleni, mtoto wangu nimemsubiri mpaka usiku, nikasema labda yuko kwa jirani hapa Gedamara. Asubuhi nikatoka asubuhi, nikachunguza nikaenda shuleni kuuliza mwalimu kwamba mtoto wangu jana yuko shuleni, akasema ndio, tumeruhusu mtoto kwenye muda saa kumi, iko shuleni, ila nasikia ameshuka mbugani nyumbani na hajafika. Akawa siku hiyo ni siku ya Jumatano, tukafanya upelelezi. Anasema labda mtoto ameenda mjini, ameenda wapi? Atapotelea wapi mtoto hapo shuleni? Siku hiyo ni Jumatano asubuhi ametoa hatua kwamba tupige wangi, labda tutafute mtoto au mahali alipo mtoto, tutafute Juma. Alhamisi ndo mtoto akapatikana mashambani kwa ajili ya wangi. Mimi kwa jina naitwa anaitwa Zainabu Abdulahi. Zainabu? Zainabu Abdulahi, na huyu mtoto ni mtoto wa mke mwenzangu. Mtoto alipotea siku ya Jumanne ambapo mi ni umbali kidogo na huyu mke mwenzangu, mi nimepata taarifa Jumatano jioni kwamba mtoto hayupo. Kweli ilituuma sana, na siku hiyo hatukulala kweli, tulikesha kutafuta hata mashambani, tafuta hata kuulizia watoto wenzao walio kwa naye, wakatuambia kwamba Jumanne wa kwangu kulikuwa hakuenda shule, ila wajirani tulimuuliza wakasema alikuwepo shuleni, ila wenyewe walitangulia kufika. Baada ya hapo sasa tukasubiri tukasubiri, asubuhi wanaume wakaamka, ndo hivyo wakapiga yowe. Baada ya kupiga yowe, wakaenda kumtafuta, sisi tukaenda nyumbani kwa mama huyu. Baadaye tunaletewa taarifa kwamba mtoto amepatikana, lakini amefariki. Amepatikana katikati ya mashamba ya alizeti, mahindi na mbaazi. Kiukweli sehemu aliyepelekwa huyu mtoto amepelekwa mbali kabisa, yaani hata hapo ingekuwa hata angepiga wangi ya aina gani, hamna hata mtu asiye, a, a, a, a, a, a, mtu hawezi kumsikia. Kiukweli liuma sana. Baada ya eh, hapo tulibaki tu sasa kumwomba Mungu na ikapelekwa mochari, si tukarudi na nyumbani kuomboleza kwa taarifa si tuliyopata ya huko, mtoto kitu alichofanywa alicho ni mbaya sana. Mtoto wetu anangeu hapa kichwani, hata tujui ndo amepigwa, macho ametobolewa, alafu huku chini, kwa walieenda kumwosha wanasema hamna kitu, ila si tulibahatika tu kuona uso. Kweli mtoto wetu amefanywa kitendo cha kikatili sana, inatuuma sana jamani, kwa matendo mabaya haya yanatendewa watoto wetu. Kweli sisi ni wazazi tunapata uchungu jamani, tunaomba hii serikali iangalie jinsi watoto wetu wanavyonyanyasika. Kweli wananyanyaswa, sio hawa watu, inawezekana hata hawa wadogo wa kiume itaweza kuwa ndio watafanyiwa matendo hayo hayo, kwa sababu hawana nguvu. Na jinsi ile mtoto alivyopambana na huyo mtu, kama ilikuwa ni mtu mwenye nguvu, asingemweza, kwa sababu yule ni mtoto, alishindwa. Anaangalia kweli kifo yake ilikuwa anaangalia kwa macho jinsi anavyoteseka. Mtoto wetu ameteseka sana. <laughs>

hata hivyo kamanda, wa jeshi la polisi mkoa wa Manyara Ahmed Makarani amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kwamba mtuhumiwa anashikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Manyara kwa hatua zaidi za kisheria. Hmm. Hmm. ni ukweli ni kwamba huyo mtuhumiwa anaitwa Elias Daniel ndiyo. zake ni miaka ishirini na sita mkaazi wa Gidamara hapo hapo, nanii, e, ameyuko chini ya ulinzi sasa hivi kwa tuhuma hizo za kuhusika na hilo tukio la kubaka. Hatua ya upelelezi ha, yani, bado upelelezi haujakamilika kwa sababu kuna mambo ambayo ya kitaalamu ambayo hatuyafanyi sisi, tunategemea wenzetu. Kwa mfano, kuna masuala ya kutizama mambo ya DNA ambayo watufanyi sisi wanafanya wenzetu Dar es Salaam na Arusha, kwa hivyo hilo ndo linatucherewesha. Lakini otherwise mambo mengine yote akiupelelezi yamekamilika. Mm -hmm. Mpaka na... hapo mm -hmm. Mm -hmm. na mtuhumiwa pengine alikamatwa katika mazingira gani? Mm, sitaki kuelezea jinsi alivyokamatwa nanii, kwa sababu ukiona mtu tunamkamata, maanayake kuna vitu vinamuunganisha na hilo tukio. Mm -hmm kwa hivyo eh, kuna mambo ambayo yanamuunganisha na hilo tukio ndiyo tumemkamata sitaki ku preempt upelelezi na wananchi wa gedamara hivi sasa wamekumbwa na hofu kubwa sana kufuatia kile ambacho kimetokea kwa sababu wanasema hili ni tukio la nne kutokea ni nini ambacho pengine unaweza kuwaambia wananchi wa gedamara na wananchi wa mkoa wa manyara swala la kwamba kwa yes hilo ni swali zuri umeniuliza swala la kwamba hili ni ni tukio okay, la la tatu ini la nne, kwa sababu kuna matukio matatu yametokea. Hayo matukio matatu sisi hatuyajui na not reported to us. Mm. Tunasikia tu kwamba eh, kuna matukio matatu yalifanyika. Mm. Lakini hayakuripotiwa kwetu, na ni bahati tu kwamba baada ya tukio hili ndiyo tunaambiwa kwamba kuna matukio mengine matatu hiyo na, na, ni baadhi ya nimekuambia kwamba mambo mm -hmm. hayo ni baadhi ya ushahidi wa kimazingira ambayo pia unatusaidia kumshikilia huyu kijana mm -hmm. kwa hivyo, wananchi mnawaambia nini sasa? Si unaona hapo kwamba kuna matukio ya tatu ya namna hiyo yametokea, ya, hawakutuambia. Kwa hivyo ni wazi utaona kwamba tunachowambia ni kwamba matukio ya haya yaki kwa sababu kama tukio la kwanza tungehusishwa, mm. pengine la pili lisingetokea tu, mm. au tungehusishwa la pili, pengine la tatu lisingetokea. Kwa hivyo ni wazi kwamba tunawaambia wananchi wa, wa, wa, wa Galapo mm. linapotokea jambo la namna hiyo, hilo ni jambo la, la la kipolisi. Kwa hivyo watujulishe na sisi tutachukua hatua. Sawa, nashukuru sana. kinachoonesha kinachoonesha hapo mwandishi, ni kwamba kama yule, yule mtoto asingefariki Hmm, na hili pia tusingefiki. Ni, ni jambo baya sana kwa kweli hmm. Anyway, hatua za kipolisi pia tuna tuna- tuna nani, tunaendelea nazo katika na hayo matukio mengine pia, pengine kwenye hayo matukio mengine hakuna kesi zozote ambazo zimefikishwa hapo katika jeshi la polisi. Yaani ninachokwambia ni hivi, hayo hmm. ma, ma kama ulivyosikia wewe hmm. na sisi baadaye tukasikia kwamba kumbe kuna matokeo mengine matatu hmm. ya namna hiyo na yalitokea eneo hilo hilo sasa ndio maana nikatoa wito basi wa, wa, wa, wenyeji wa eneo wa, wa hilo mm -hmm. Gedamara, inapotokea jambo kama hilo, watu waiambie polisi ili tuchukue hatua. Na ndio maana nakuambia, pengine ile ile incident ya kwanza kama tungehusishwa mm -hmm. tu ya pili isingetokea, tunadita, na sana, ya tatu isingetokea kwa sababu moja ya kazi za upelelezi hizi pia tuna deterrence pia. Sawa, nashukuru sana kamanda, nikutakie siku njema, asante bwana Hosea. Karibu sana, nashukuru sana.